Familia moja ya Mombasa inalilia haki miaka miwili baada ya jamaa yao kufariki katika njia tata eneo la Diani. Kennedy Olilo Obura anadaiwa kuuawa baada ya kuhudhuria harusi ya rafiki yake. Familia inadai juhudi za kupata haki zinaendelea kukumbwa na vikwazo, kwani hata kesi haijaanza mahakamani. Francis Mtalaki anaarifu. Picha hii ya Kennedy Olilo Obura na rafiki ya kifunga harusi ndio kumbukumbu waliosalia nayo wazazi wake. Kennedy alikumbana na mauti yake muda mchache baada ya kusimamia harusi tarehe 5 Novemba mwaka 2023. Miaka miwili baadaye, wazazi wake bado wanasaka haki. Mtoto wangu aliuliwa kinyama na chenye kinaniumiza sana mimi mpaka wa leo. Ni hizi PR ambao homicide director ambao anatufanyia sisi kama wazazi. Si vyema kabisa. Mtoto wako ni mtu mzima, alikuwa anafanya kazi, anajitegemea mwenyewe, mtoto wako ameuliwa kinyama kwa nyumba ya rafiki yake mwenye aliyemwita aende amsimamie kwa harusi. Nyinyi simu mkipata ameuawa huyu kijana, hakuwahi shikwa hata siku moja. Kuna njama fiche, kuna vitu vingine wanaficha, hawataki vionekane. Wakili akijaribu kuelezea hii new team ya DCI, chunguzeni sehemu ABCD, hawataki. Kwa nini hawataki? Wanasema imekuwa vigumu kupata haki, kila ofisi wanazobisha wamekuwa wakipokea vikwazo na hata vitisho mshukiwa mkuu akisalia huru zaidi ya mwaka mmoja, huku mwingine akidaiwa kutoweka. Lakini kama ni waheshimiwa, mara moja data zimeshachunguzwa. Nini kwani huyu wangu, hizo data haziwezi patikana? Twataka pia hizo bank statement, lawyer anataka apewe, wamekataa kumpatia. Wanalaumu afisi ya mkurugenzi wa uchunguzi wa makosa ya jinai DCI kwa kile wanachodai kuwa licha kutoa ushahidi, baadhi ya stakabadhi muhimu zinadaiwa kupotea, huku wakidai pia kupokea vitisho, mashirika ya kutetea haki sasa yakitaka majibu. Hivi tunaambiwa na ayo ambaye alikuwekwa, ambaye ametoka kwa hii kesi, tell that mama to move on. Mimi huwa najiuliza nita move on vipi kama sijajua kilichotokea, na hali mkiangalia kijana aliuliwa, tunaambiwa sisi we have la, tupende tusipende we have to move on. Mara sometimes unakuwa threatened, tuaona maofisa wamezembea kwa kazi yao. Kwa nini miaka miwili hakuna inquest? Kwa nini miaka miwili sasa hakuna, nobody has been arrested. Tutaleta maandamano makubwa sana katika ofisi zao kule Kiambu headquarters, amini. I mean, we are coming to your office. Tutakuja na hii familia, tutamobilize watu. Francis Dlaki Ringa, Citizen, Mombasa.